Na huyu Pastor Dorcas mnamjua? Niliona juzi hii watu ya Ruto wakilalamika ati kwa nini mi natembea na yeye. Sasa wanataka kunipangia mpaka vile ntakaa na bibi yangu you know? <laughs> Unajua, these people waliniumiza mimi sana na huyu mama nikiwa ofisini because William Ruto hakutaka nitembee na mama kanisani akiweko, akaniambia, protocol wise is only right that when he is with his wife, is when I should be with mine. So ikakuwa ati mama akitaka kutembea na mimi lazima tuulize kama bibi ya Ruto atakuwa hapo. So mimi nilipenda kutembea na bibi yangu for over 5 years, nikafungiwa karibu mwaka mbili. Saa hii nimetoka, simwache nitembee nae eh. Eh? Sasa nimeona hii watu ya Ruto wanalalamika ati mimi natembea na bibi yangu kanisani. Sasa wanataka nitembee na nani? Eh? <laughs> So, unajua pale, huyu Pastor Dorcas alipata a lot of humiliation many days because ofisi ya Mama Recho inasema atakuweko Because we were told before she comes, we have to confirm that Mama Richo atakuwa hapo ndio wakuwe pamoja. Rais alisema, nikionekana, mimi, niko na bibi, na yeye hana picha si nzuri. Na kwa sababu mimi ni mdogo yake nikasema okay. So, saa nyingine mama anaambiwa akuje. Mama Richo cheje za maid. Tukifika pale, Pastor Dokas anaambiwa arudi nyumbani. Anaibika sana. You know, many times You know, one day tumeenda siku ya kuunveil Raila pale kwa AU, ofisi ya Mama Richo wamempigia Pastor Dorcas mama, wame mama atakuweko, tumeenda na yeye saa ile tumeketi, muti ya protoko amesema bana, Mama Richo wakuji, Pastor Dorcas aondoke. Ai nikasema bana, this is too much. Aondoke kwa nini? No, Mama Richo hayuko. Mbona mlimuita? Mmemfanyia hii mara mingi hapana. Aondoke, mwambie rais aondoke. Si ndio? Kaka rais akakuja. Akaniita, wewe Rigathi, sasa sisi tulikubaliana. Hii kitu italeta picha mbaya. Sasa wewe uko na bibi na mimi sina. Nikamwambia but your wife confirmed she will be here. Why is she not here? Akasema no, iko maneno kidogo kidogo ya nyumbani. Wacha tu. Ongea na Pastor aende wewe tubaki na wewe hapa. Nikamwambia hapana. Si nimeona Raila amefika na Mama Ida. Kama Mama Ida ataondoka, Pastor Dorcas ataondoka. If Ida is not going, Pastor Dorcas is not going. And if you insist she goes, ata mimi nitaondoka. Sendeo? So, diyo tukaenda pale, sasa Ruto kuona kimeumana akaita Pastor Dorcas kuombea Raila. Afaulu kule EU. So, Pastor aliombea Raila. Na mimi unajua tuko pale tu namwambia wewe ombea hii mzee tu sasa kama rais amesema umwombee. Sisi ni watu ya e amri. So mimi nasema nyinyi mlipangia mimi pahali nitatembea na bibi yangu nikiwa kwa ofisi. Sasa nimetoka, sasa mimi nikitembea na bibi yangu wote, sio problem.